Lakini tujue tu kwamba mwezi wa Shawwal kuna saumu ya sita, na sita sio lazima ukimaliza kula hadi tu kesho. Kuna watu waona kwamba ukimaliza tu lazima ufunge kesho na mfululizo. a a, sita unaweza ukafunga ndani ya mwezi wa mfungo sita kwa kuigawa ukasubiri, mfano Jumatatu ukafunga, Alhamisi ukafunga, tena Jumatatu nyingine ukafunga mpaka sitimie sita. Ukitaka kufunga kwa mfululizo sawa, baada au mbeleni zaidi pia ni sawa, lakini iliyokuwa bora zile siku za karibu na Idi, wewe usifunge pale, karibisha watu wale, alafu baada ya hapo safunga, kwa sababu ni mwezi mzima, siku 29 au 30 kwetu, tusiache kufunga sita. min Shawal, man sama Ramadhana thumma atba'ahu sitta min Shawal, yeyote atakayefunga Ramadhani kisha akaifuatishia kwa siku sita katika Shawali, basi ni kama amefunga mwaka mzima. Tusizipoteze kheri hizi, tuendelee na kheri hizi, ili Allah subhanahu wa ta'ala aendelee kutubariki. nasalullah lana wa lakum alafiyata wa salama.